Mimi niwatakie maisha mazuri, maisha yenye upendo kwa huko mliko, kuwa yani mlipo sasa hivi, kwa maana kwamba yale, yale, yale maadili mema mliotoka nayo jeshini, ambayo tunaendelea mpaka leo hii, hata vijana wetu wanapomaliza wanapo, wanapo mafunzo awe ni jana wa jeshi la kujenga taifa awe ni recruit awe ni ofisa anasisitizwa vitu vinne vya msingi, anasisitizwa kuwa na nidhamu njema, nidhamu ambayo mnaendelea nayo, mlianza mkiwa vijana, mkiwa na nidhamu njema, ndio maana mmeweza kufikia katika hivyo vyeo mlivyo navyo mpaka mkastaafu. Kwa hiyo hiyo, hatuna mashaka nalo kwamba mna nidhamu njema mmekuwa me, watii kwa viongozi wenu mbalimbali mmekuwa mbali, watii kwa serikali yenu, ndio maana mmefikia hapo vizuri, kwamba mmestaafu kwa heshima. Mmekuwa waaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kipindi chote cha utumishi wenu. Katika hatua nyingine wastaafu hao wameahidi kuyazingatia yote yaliyoelekezwa na mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa, huku wakishauri watendaji ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa kuendelea kuchapa kazi kwa weledi. Afande, pia ni kushukuru kwa dhati kabisa kwamba kwa, uh, kwa nasaha ambazo umetutoa umetuasi ume kwa upande wetu, swala la nidhamu afande litakuwa miongoni mwa mahilita, tutaishi nalo, au mimi nitaishi nalo kwa sababu tayari ishakuwa kwenye damu. Utii alikadhalika, alika, tunatii uaminifu ndio kabisa. Ongea sasa, tuko huko kila mtu kila, kila vikoba vinavyotaka kufunguliwa michango, basi mpelekeni mama fulani, mpelekeni mama fulani. Jambo lolote lile lianze kwa mama fulani, lianze kwa mama fulani, lakini yote hiyo ni kwa sababu wameshagundua kwamba mimi ita, kitu chao kitakuwa salama, au lile hitajao lao basi litatekelezwa kwa njia vile ambavyo inatakiwa tufanye. Uhodari tunajitahidi afande, kama ambavyo tulikuwa hodari huku makazini basi na huko uh, dho mazingira yanatofautiana, lakini pia uh, tunajitahidi sana. Ninawashukuru kwa sababu jeshi limenilea, viongozi wangu wamenilea, wa kuanzia nikiwa kijana mdogo nimekuwa humu jeshini na mpaka hii leo nimekuwa mzee, nimekuwa jeshini humu jeshi limenifundisha mambo mengi sana, limenifundisha mambo mengi ya maisha, limenilea, limenielekeza na nimepata ujuzi mwingi na pia kufahamiana na watu wengi ndani ya jeshi hili. Kwa kweli afande, nawashukuru sana. Pia niseme tu e, nitoe wito kwa sababu nimepata nafasi hii nisome, nitoe tu wito, sisi ndio watengenezaji, watengenezaji sera za jeshi la kujenga taifa. Kwa hiyo kila kijana, kila afisa, kila askari akijua kwamba lazima tuende, tuenende kwenye transformation za mabadiliko haya na yanayoendelea ya kiuchumi, ya kifikra lakini eh, na kiutamaduni, kiutamaduni yanatutengenezea dira nzuri na muonekano mpya kwa taifa letu.